Asante, wapendwa, na usalimu tena katika jina lake Yesu Kristo, tunapozidi kubarikiwa na tunapoendelea katika seri nzuri zaidi inayohusu nyimbo na ibada na aina za muziki ambazo Mungu anachukia. Bana, ni kweli leo tunaimba na Mungu ni alipeana kipawa cha uimbaji, maana unapoangalia. Sasa swali linabaki, tunafaa kuimbaje ndio Mungu aweze kupewa sifa Mungu na Mungu azidi kuinuliwa. Waliwana na kukaribisha mpendo. Mahali popote ulipo, tunapoangalia katika ile fundisho, tunapobarikiwa kwa pamoja sisi wote, jina la Mungu linapozidi kutukuzwa. So karibia mahali popote ulipo, tunapoingia katika kuomba ili tumkaribishe Roho wa Mungu ambaye ni Roho wa kweli atuelekeze katika imiza na fundisho la leo, tunapobarikiwa sisi wote kwa pamoja tunaomba. Baba wetu na Mungu tupendaye, jina lako litukuze. Tunakushukuru kwa yema na fadhili zako tunapoingia katika hili fundisho ambalo tutakuwa na fundisho la, la muziki. Kristo kuwa nasi, tuelekeze, tusamee mali, jitukuze na ujidhihirishe. Shikilia koo zetu tusije tukachoka, bado uzidi kutuelekeza katika njia uzima na uh, katika ujumbe ambao Mungu alipatiana na ambao ametupatia ametupatia pia ibada ifanyike, na ndio maana kwamba katika ibada kuna muziki unafaa kupigwa, na kuna pia uimbaji unafaa uonekane. Na niruhusu kidogo tu niweze kukuonyesha na kukuelekeza katika Biblia, ili uweze kuelewa ya kwamba Mungu anapozungumza kuhusu muziki na anapozungumza kuhusu ibada, jinsi na namna inafaa kuwa kuna vile Mungu anasema kitabu kile cha Zaburi 47 mstari wa saba, Mungu anasema hivi, maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa zaburi. Kizungu inasema For God is the king of the whole earth, sing ye praises with understanding. Sasa Kiswahili pale imesema zaburi, Kizungu inasema sing for the lord with understanding, in other words, muimbie kwa akili. So, kumbe Mungu anatamani tumwimbie, maana tunapo recognize Mungu ndiye aliyeumba dunia akaitengeneza akaita akaiweka kila kitu na akatuumba pia na sisi, angetamani tumwabudu. Ndio kiangalia ujumbe ambao tunapatiwa ujumbe wa maraika watatu ambao tunao tulipokuwa tunaangalia katika kipindi ambacho kilipita, katika uimbaji Mungu angetamani aabudiwe, na anapoabudiwa kuna vile angetamani ibada ifanyike. Hebu sikiza kitabu cha ufunuo Kitabu ni kile cha Ufunuo kumi na nne, mstari ni ule wa sita na saba. Anasema hivi, kitabu cha Ufunuo kumi na nne, mstari wa sita, anasema: kisha nikaona maraika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awaubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, kabila, rugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu. Hiyo nataka usikiza mstari wa saba, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Anaongezea akisema msujudieni yeye, kizungu inasema worship him that made the heavens, the earth, the seas and the fountains of waters. Sasa kumbe, kama tutamwabudu Mungu lazima kuwe na uimbaji, maana tunapopatana katika kanisa kuna uimbaji pale. Mungu ameweka kwa njia fulani, kuna uimbaji Mungu ametupatia uweze kuimbwa na uweze kueleweka. Swali linabaki, uimbaji unafaa kuwa kwa njia gani? Hebu sikiza vyenye Mungu anasema tunapopatana kwa ibanda, imaana ibanda Mungu aliy ipanga inafaa kuwa kwa namna hii. Hebu sikiza vyenye ibanda inafaa kuwa maana, tunapopatana kuabudu Mungu anakusundia tukipatana kama kusanyiko katika kanisa ama hata nami ninapokuwa na familia katika ibanda, maana kanisa la kwanza ni familia nyumbani. Ibanda inafaa kupelekwa kwa njia gani? Kitabu ni kile mpendwa, tunapotembea kwa pamoja ili weze kunielewa. Tunapokaa katika ibada, Mungu alikusudia ibada iwe kwa njia gani? Wakolosai ni tatu msari wa 15 na 16, hebu sikiza venye Mungu anasema. Wakolosai ni tatu 15 na 16 Mungu anasema hivi, maana tuliangalia tukaona kwamba kuna mpango Mungu alio nao katika wimbaji na vile amepatia watu wake waweze kuimba. Kitabu cha Wakolosai 15 mstari wa tatu mungu anatuhimiza akisema hivi <coughs> mungu anasema hivi wakorosai tatu kumi na tano na amani ya kristo iamue mioni mwenu ndio mlioitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani. kumbe tuliitwa katika mwili mmoja unaweza jiuliza mwili katika biblia unasimamia nini lakini wacha nikupatie halafu tuende mstari wa kumi na sita mwili unasimamia nini wakorosai hapo hapo tatu musali ni yule wakorosai tatu musali ni yule ningetamaniweze kuangalia naweze kuelewa anapozungumzia mwili anazungumzia nini maana tunapozungumzia mwili tunazungumzia Kristo maana anasema hivi wakorosai ni tatu musali ni ule wa 17 unaweza jiuliza mwili unasimamia nini maana Kristo naposema ya kwamba wakorosai samani sio tatu wakorosai ni moja Wakorosai ni moja mstari ni ule wa kumi na nane. Mwili unasimamia nini hapo hapo, Wakorosai maana unaposema ya kwamba sisi tuliitua katika mwili mmoja, tunapopatana katika huu mwili mmoja, mwili ni nini basi, ndio tuweze kujua ibada inaenda kwa njia gani? Wakorosai ni moja mstari wa kumi na nane, Biblia inasema naye ndiye kichwa cha mwili, yani Yesu Kristo, yaani cha kanisa naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kumbe tunapozungumzia mwili tunazungumzia kanisa. Sasa hizi anasema tunapopatana katika kanisa kwa ajili ya ibada anasema hili jambo, Wakorosai Wakorosai ni tatu Mustari ni ule wa kumi na saba. Sikiza venye Mungu anasema kumi na sita. Anasema hivyo Wakorosai tatu kumi na sita, anasema tunapopatana katika kanisa ibanda inafaa iwe kwa njia gani? Wakorosai ni tatu kumi na sita anasema hivi, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Kumbe katika ibanda kuna mafundisho ya Biblia ndio naona, anasema ya kwamba lazima tuweze kuelewa. Maana imani iliyoachwa katika kanisa inasema, mwili mmoja, kanisa moja, ubatizo mmoja, roho mmoja, anaongezea tumaini moja, anasema imani moja, Bwana mmoja, na anasema Mungu mmoja. Sasa lazima tuweze kujua basi katika ibada kuna mafundisho na katika ibada Mungu anasema ya kwamba tukionyana katika Zaburi na anaongezea pia nyimbo na tenzi za rohoni. Kumbe tunapozungumzia uimbaji, aliyeanzisha uimbaji katika ibada ni Mungu mwenyewe. Sasa swali tunafaa kujiuliza, basi tutaimbaje? Na kama tutaimba wimbo unafaa kuwaje? Na tukiimba tunaweza kuwa tunaimba kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye itamkasirisha Mungu. Hiyo ni swali unafaa kujiuliza katika Biblia. Sasa wacha tuanze na swali la kwanza, tunafaa kuimba kwa njia gani, tukijua uimbaji ambao Mungu amepatiana. Tutaenda point namba mbili, tuone basi kinyume cha nyimbo zinazoimbwa kipindi cha mwisho katika makanisa ambaye imefanya Mungu akadhiakiwa Mungu akakasirika na sisi. Sasa tunaanza na point namba one: tuimbe kwa njia gani? Kitabu ni kile cha tembea na mimi polepole kitabu ni kile cha Wakorintho wa kwanza kumi na moja, Wakorintho wa kwanza kumi na nne. Kwa Korintho ni wa kwanza kumi na nne mstari ni ule wa kumi na nne na kumi na tano. Hebu sikiza, tunapokubali roho afanye kazi ndani yetu, mungu anasema hivi. Kitabu cha Wakorintho, na nataka usikize hili andiko nitakalolisoma, maana limekanganya pia wengi sana. Wakorintho wa kwanza kumi na nne kumi na nne. Naanza na hilo andiko kidogo, inasema hivi, maana nikiomba kwa lugha roho yangu uomba lakini akili zangu hazina matunda, so nikiomba kwa lugha, tutakuja kujua hizi lugha ni gani. Maana kuna lugha ziko watu wanaomba wanadhani hizo ndizo lugha zinazungumzwa katika Biblia. Tutakuja pale baadaye Mungu akitujalia. Lakini sasa anasema nikiomba kwa lugha, roho yangu uomba pamoja nami, lakini sasa akili hakuna matunda. Lakini anapofika mstari wa kumi na tano anasema hivi. Hebu sikiza vyenye Paulo anaongezea akitufundisha akituelezea, anasema imekuaje basi, nitaomba kwa roho tena, nitaomba kwa akili pia. Kumbe Mungu anasema katika maombi, omba kwa roho na uombe kwa akili. Halafu anaongezea jambo la pili, nitaimba kwa roho tena, nitaimba kwa akili. Kumbe katika uimbaji Mungu anakusudia tunapoimba, tuimbe kwa roho na tuimbe kwa akili. Jambo la pili anasema tunapoimba lazima tukubali ni ibada pia maana Mungu anatamani ibada ifanyike katika roho na kweli tunapomwelewa Mwenyezi Mungu, kwa sababu gani aliyeanzisha uimbaji. Tuliona tulipokuwa tunasoma, tulidiaraizia kwamba Mungu anapozungumza katika uimbaji, anasema ya kwamba vijana wafundishwe, na tunapoingia katika hekaru, Mungu anasema ya kwamba angetamania kwamba uimbaji uweze kueleweka. Hebu sikiza kidogo hapa, ndio tuweze kuelewa quotation ya kitabu kinaitwa Prophet and the Kings, page 50 paragraph paragrafu 1 anasema hivi although God dwells not, ijapokuwa Mungu akai katika hekalu zilizojengwa na mikono ya mwanadamu yet he honors with his presence the assemblies of his people Mungu anafurahishwa na mkusanyiko wa watu wake wanapokuja katika ibada, lakini sikiza hiyo, the red part ya pili anasema but those who assemble to worship him should put away every evil thing. Tunapokuja katika ibada, tuondoe uovu wote ili ibada ikubaliki. Anasema hivi, unless they worship him in spirit and truth and in the beauty of holiness They are coming together will be of no avail, kama hawatamwabudu katika roho na kweli, kuja kwao pamoja itakuwa aina matunda. Sasa nisikize uweze kuelewa, ninapoteremka kidogo ndio uweze kujua katika uimbaji. Uimbaji Mungu anasema uimbwa kwa roho na unafaa kuimbwa kumtukuza Mungu. Nataka uweze kusikiza, uimbaji uko na kanuni, na katika ibada kuna kanuni za ibada ya kweli venye Mungu aliweka ibada ya kweli ifanyike, ili Mungu afurahishwe nayo. Aliweka kanuni kadhaa. Kanuni ya kwanza anasema, ibada iwe ni kusoma na kujifundisha ama kuhubiri ama kuimba, inafaa ya kumtukuza Mungu. Hebu sikiza hili andiko, kitabu ni kile cha Mathayo, kitabu ni kile cha Mathayo ni tano Nataka kufanya tu part 1, part 2, tutakuwa tunaangalia music pole pole bila haraka. Kitabu cha Mathayo, Mathayo ni tano, Mathayo ni tano, musali ni ule wa kumi na sita, inasema hivi. Uimbaji unaofanyika Mungu anakusudia ibada iwe ni ya kumtukuza Mungu, maana anasema hivi, kitabu cha Mathayo tano, Matthew chapter number five. Verses number 16, Mathayo 5:16 anasema hivi, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wote, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Kumbe kanuni ya kwanza ya uimbaji Mungu anasema ya kwamba ni Mungu apewe utukufu. Lakini leo katika nyimbo tunazoimba na watu wanaoimba wameimba kujifurahisha na kuonekana, na ni unaona ya kwamba uimbaji hauna mvuto kama vile Mungu alivyokusudia sasa. So Mungu anasema kwa ya kwamba katika uimbaji tunapoimba tunapofanya jambo lolote, wacha impatie Mungu utukufu. Point number 2 katika kanuni za uimbaji Mungu anatuelekeza ya kwamba katika uimbaji na katika ibada inasema ya kwamba uletwa kutokana na uhusiano wa kweli na Mungu. Siwezi tunga wimbo mzuri, siwezi imba katika uimbaji na kama sina uhusiano na mwenyezi Mungu. Ndiyo Yesu anasema hivi kitabu kile cha Yohana, Yohana ni 15, kitabu cha Yohana 15 musari ni ule wa tano. Hebu sikiza venye Yesu anasema, Yohana kumi na tano mstari wa tano. Yesu anasisitiza akiimiza wanafunzi wake akiwaambia hivi pasipo Yesu hauwezi fanya jambo lolote. Na ndio unaona tunaambua kwamba kama tutaweza kukubali na kuhubiri na kuimba jinsi na kumpatia Mungu tukufu, lazima tuwe na uhusiano na Yesu. Anasema, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana. Lakini anasema maana pasipo Kristo ninyi hamwezi kufanya neno lolote. So inapofika katika uimbaji na katika ibada, kanuni ya kwanza ambayo tunapatiwa ni kutuonyesha kwamba inafaa impatie Mungu tukufu. Ya pili, hauwezi fanya chochote bila Mungu. Ya tatu, hebu sikiza. Ya tatu inasema ufuata mpangilio ambao Mungu amepeana katika uimbaji. Kuna mpangilio, Mungu amepeana mpangilio. Kama gani? Namba moja Mungu anasema katika wimbaji wimbo unafaa umpatie Mungu tukufu, na katika uimbaji tuimbe katika roho, wala tusiimbe katika mwili. Hebu sikiza, maana tukiimba katika roho tunatimiza matakwa ya kimwili kitabu cha Warumi nane, musari ni ule wa ine na tano, Biblia inatuhimiza ikisema hivi, Warumi ni nane, musari wa ine na tano inasema tunapota kutafuta haki ya Kristo idhihirishwe ndani yetu. Yaani Paulo anatuhimiza akisema hivi. Warumi 8:4 inasema ili maagizo ya Taurati yatimizwe, ili maagizo ya Mungu aliyopatiana katika Biblia yatimizwe eh, ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Mungu anasema kwamba tunapofanya haya katika wimbaji, lazima ufuate mpangilio Mungu aliweka. Tufuate mambo ya mwili na mambo ya kiroho. Sasa anaongezea akisema katika point Number five, anasema hivi. Verse number 5 anaongezea akisema ya kwamba anatuambia hivi, tunapofika katika kuimba, anasema hivi. Warumi ni nane mstari, anasema kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiria mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiria mambo ya roho. Kumbe tunapoimba tusiimbe kwa mwili na tena tukubali roho atutawale katika uimbaji. Mfano, nataka kuonyesha nyimbo ambazo zinaimbwa ni kama nyimbo za klabu. Ndio Mungu akaongezea himizo la pili katika uimbaji, akasema ya kwamba Mungu alikuwa anaelezea, anasema ya kwamba katika uimbaji tunapoimba, maana tunaona ya kwamba uimbaji uko na mpangilio. Tunapoimba Mungu akasema hivi, tusiimbe nyimbo za walevi na tusiimbe kama walevi. Hebu sikiza kitabu cha Zaburi, Zaburi ni sitini na tisa, Psalm 69 verse number 12. Hebu sikiza hili andiko kidogo, mpendwa. Ninapomalizia nataka tu kutengeneza vitu kidogo kidogo ndiweze kufuatilia. Nasema Zaburi sitini na tisa kumi na mbili, Biblia inasema hivi Zaburi kumi na tisa kumi na mbili, nasema hivi wa Zaburi sitini na sita samani kumi na mbili, Mungu anaimiza akisema hivi, anasema waketio langoni unisema na nyimbo za walevi univiaki. Kumbe kuna pia kuimba sawia na walevi. Mfano, hebu angalia video ninapokuwekea hapa, video moja, ndiweze kuangalia na uweze kuona ya kwamba vile nyimbo za walevi zimekamata wengi pasipokujua. Mfano, nyimbo za walevi, nataka uweze kuangalia vyenye watu leo wanaimba pasipokujua mpango wa Mwenyezi Mungu, wanaimba kama walevi, na ndio maana Mungu angetamani ya kwamba uweze kuelewa. Hebu angalia hii video kidogo. Ni watu wako kanisani, lakini ni sawa na kirabu, kwa sababu hatudhamini Mwenyezi Mungu. Hebu angalia hii video ndi uweze kuelewa Mungu anapozungumza na anapotuita ili tuweze kukaa katika pendo lake na katika uimbaji sawia aliyopatiana. Hebu angalia Anasema ya kwamba waketio rangoni unihiaki na nyimbo za walevi zinamhuzunisha Mungu, na ndio unaona kwamba Mungu anapiga marufuku anasema ya kwamba tunapoimba tusiimbe kwa mwili. Mungu anasema ya kwamba tusiimbe kama walevi. Hebu angalia, leo imefika mahali ibada imechafuliwa na mchafuko wa kiroho, na ndio unaona kwamba watu wanaimba kama vile tu wanafurahishwa na nia zao na miili yao, lakini sio kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu natakaweza kuangalia nyimbo zinazoimbwa kipindi cha mwisho, na vyenye Mungu anakusundia, akitamani kila moja mkaaji wa dunia anayekaa aweze kuelewa vyenye Mungu anafanya. Hebu angalia <tikana> Kwa nini Mungu akatae uimbaji kama huu? Kwa nini Mungu akatae watu wasiimbe namna hii? Ni kwa sababu hii. Kitabu ni kile cha Mathayo. Mpendwa, hebu sikiza kidogo. Mathayo tano, na ndio unaona kwamba tamaa ya mwili itakuja kama taimba kwa namna kama hii. Mathayo ni tano, musali ni ule, Mathayo tano, musali ni ule wa ishirini na saba. Mungu anasema hivi. Mathayo ni chapter 5 verses number 27 Mungu anaimiza akisema hivi. Mathayo ni tano ishirini na saba anasema hivi, mumesikia kwamba imenenwa katika Agano la Kale, anasema hivi mmesikia kwamba imenenwa musizini, lakini nawambia. Mstari unaofuata ishirini na nane anasema hivi, lakini mimi nawambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Ndio unaona Mungu anasema ya kwamba tusiimbe katika mwili, bali tuongozwe na Roho, Mungu apatiwe utukufu. Sasa ndio unaona ya kwamba Mungu aliweka utaratibu wa uimbaji na akasema ya kwamba tunapoimba tuimbe kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata mbinguni tutaimba hiyo ni Ufunuo 15 kuanzia msari wa tatu mpaka ine. Taimba wimbo wa Musa na kodoo, lakini lazima tujifundishe duniani kuimba kandre na mpango wa mwenyezi Mungu. Ndio mungu anasema kwamba mnapoimba, imbeni number 1 kwa akili, number 2 imbeni kwa kumtukuza mwenyezi Mungu, number 3 imbeni ya kwamba musiimbe kwa mwili na nyimbo za walevi. Hii ndio ilikuwa part 1 ya kukuja kutuonyesha ya kwamba jinsi na namna ya Mungu kuimba, lakini watu watakuambia kwamba hata Daudi anasema dance for the Lord, mwingine anasema tunaimba kama Daudi, nguo zianguke. Usikose nafasi ya pili, episode ya pili ambayo inakuja kuhusu nyimbo katika ibada na nyimbo za kumkasirisha Mwenyezi Mungu. Mungu amani akubariki. Tunaomba Baba wetu na Mungu tupendaye, jina lako litukuzwe. Tunasema ni asante kwa kuwa umetuelekeza katika fundisho hili la uimbaji uongoze, utulinde, utuhifadhi hata katika episodi ingine. Ni katika Yesu tumeomba na tukuamini, amen.